Watu dunia waipe mgongo, wasiifanye mambo yao wa makubwa mengi ni kwa ajili ya dunia, bali wajalie akhirah ndio jambo la kwanza. Fa innaha hakika, hii dunia ambayo watu wanatakiwa kuipa mgongo. Daru nafadin, ni nyumba ya kuisha. Hii dunia ni daru nafadin, ay daru fanaa, ni nyumba ambayo inakwisha. La mahalla ikhladin, siyo sehemu ya kuishi milele. Hii dunia siyo sehemu ambayo kwamba mtu ataishi milele. Wa marka biuburin, hii dunia ni kama vile kipandwa ni usafiri wa kuvuka, ni kama vile mahalani, unatoka hapa Darusalamu, unapanda meli, unaelekea Zanzibar.